Mambo vipi, mtazamaji wa Modern Sport Tanzania, Kocha Juma hapa. Leo nataka tuzungumzie, uh, moja kati ya sheria ambayo vi, ina vipengele vingi na ni sheria ambayo inahitaji umpires, inahitaji, inahitaji, uh, official teams, uh, players kuweza kuielewa vizuri kwa sababu ina vipengele kadhaa, na vipengele vyake vinaweza vikaathiri timu na sheria hiyo ni sheria namba 18 game management. Ha? So game management ni sheria ambayo ina vipengele kadhaa. Utakutana na advanced penalty, utakutana na warning, utakutana na suspension, utakutana na ordering off, utakutana na discipline kwa uh, team official na na bench players. So hivyo ni vipengele vyote ambavyo utakutana navyo kwenye sheria namba 18. So ni sheria ambayo inahitaji understanding kwa watu wote. Leo nataka nizungumzie kipengele kimoja kati ya hivyo ambavyo nimevitaja kwenye hii sheria ya namba 18, kwa sababu ni vipengele vingi, so we need to make understanding kati ya kipengele kimojawapo kwa siku ya leo. So siku ya leo tunazungumzia kipengele cha advanced penalty. So, advanced penalty penalty, so ni adhabu ambayo inatolewa au naweza nikasema ni adhabu ambayo imeongezeka uh, uzito kwa kosa ambalo limetendeka So, inaweza ikawa ni kosa dogo au kosa kubwa. Kwa mfano kwenye netball kuna makosa ambayo inaweza kafanyika, tunaita ni, ni, ni minor infringement ambayo adhabu yake inaweza ikawa ni uh, free pass. Maana yake hata uh, opponents ambao wamefanya kosa au mchezaji aliyefanya kosa anaweza akaengage kwenye mchezo, lakini inaweza pia ikawa ulifanya kosa ambalo ni tunasema major infringement ambayo inapelekea kuwa penalty, kisha kuwa penalty, maana yake aliyetenda lile kosa takiwa awe out of play na ukishakuwa out of play, manake usiingilie mchezo na mara nyingi una stand aside kwa yule uliomfanyia kosa. Unaweza kuwa ni kosa hilo, lakini uh, utekelezaji wake usifuatwe, especially kwa timu ambayo imefanya hilo kosa, unajipelekea inakuwa ni advance penalty. Lakini kuna mazingira mengi ikiwemo na delaying, kwa mfano ukipoteza muda makusudi, uh, ampaya akatafasili hivyo, inaweza pia ikawa advance, lakini vile vile ukifanya kosa kwa kujirudia rudia ampaya amekuonya mara ya kwanza, unarudia rudia, so unaweza kuta unarudia kosa ambalo ni la unaweza kapelekea iwe free pass, lakini ukasababisha wewe iwe ni advance. Kwa mfano uh, unafanya offside mara kwa mara ampaya anaweza kukuonya, lakini bado unarudia rudia kufanya offside. Kwa hiyo maana yake hiyo, wewe unakuwa unafanya deliberate, maana yake umefanya kwa makusudi, sio kwa bahati mbaya. Ukifanya kwa bahati mbaya inakuwa tu ni free pass, lakini ikiwa sasa ni kosa la kujirudia rudia, au umefanya hata kama ni mara moja, lakini umefanya kwa makusudi deliberately, hiyo inakuwa ni advance penalty ili kuwapa advantage wale ambao walikuwa wana, wana- attack. Aha. Sasa kama ambavyo nimeshasema kwamba kuna mazingira mengi ambayo yanaweza yakapelekea advance penalty. Kwa hiyo advance penalty inasimama eh, kati ya makosa madogo au makosa makubwa. Kwa hiyo inaweza ikawa kosa dogo lakini ikapelekea ikawa advance lakini inaweza ikawa kosa hilo ile kubwa la penalty plus, uh, kama ilivyoainishwa kwamba ni major infringement lakini ikapelekea kuwa adhabu kubwa zaidi ambayo inakuwa ni advanced. Sasa huu ni, ni uwanja wangu. Uh, never mind, sio mchoraji mzuri. Then hapa tuna tuna uwanja. Is it? Huu ni uwanja wetu. Then tuna hapa uwanja, hii ni hii center cycle hapa. Ni goal cycle, hii ni goal cycle. Kama unavyoona, si ndio? Sasa Um, let's say limefanyika kosa ambalo goal defense hapa uh, goal defense hapa ambayo tuseme hii timu ina ataki kuja huko, si ndio? Goal defense kafanya kosa hapa ambalo mwamuzi eh, kati ya haya ambayo nimeyasema akatafasiri kwamba hii ni advanced penalty. Sasa utekelezaji wake huko hivi, kama kosa limefanyika hapa inatakiwa mpira utaanzishwa mbele kutoka kwenye eneo ambalo yule uh, mchezaji amefanya mita tano. So haijalishi ni kosa gani, kama nilivyosema, mwamuzi kishasema hiyo ni, uh, as long as kesha, ni advanced penalty, tunaangalia uh, kipindi mchezaji anafanya kosa alikuwa wapi, from there una of course huwa tuna estimate, na ndio maana kwenye sheria imesema half of then huyo aliyefanyiwa kosa let's say in goal defense, alikuwa anakabana na goli goli attack, goli attack so goli attack atakuja kujipanga hapa the same two goal defense hataama hapa, alipofanya kosa, ata move kuja kwenye new area, umeona? Kwa hiyo adhabu inaanzia hapa pilo, unaendelea lakini, akimove kwenye new area anakuwa out of play sika tunaelewana, unakuwa out of play, huwezi ukaengage kwenye mchezo, lakini ikitokea kama tulivyosema a, uh, ikiwa advance ni 5 mita, ikitokea ukiona hii transverse line goal, uh, defense kafanya kosa hapa, ambapo ukisema ui advance uh, mita 5, let's say itaishia hapa. Maana yake goal defense hawezi uh, kuja kwenye new position hapa, kwa sababu akija huko inakuwa ni offside manake yeye goal defense ataishia hapa kwenye hii transverse line, then yule aliyefanyiwa kosa, let's say ni goal attack au mchezaji wa timu pinzani ndo atakuja aanzishe mpira hapa. So kuna watu pia wanakuwa wana confuse hiki kwamba still bado wanakuwa wanatumia sheria ya zamani kwamba, uh, yule aliyefanya kosa ikishakuwa advance anabaki kule. No, habaki kule, amakuja kwenye new position yale, lakini mazingira kama nilivyoelezea kama hawezi kufika kwenye lile eneo, anakuwa kwenye offside position, basi atabaki pale the same tu. Kama amefanya kosa, let's say ni wing defense, kafanya kosa hapa out of goal cycle, ambao hii ukiadvance advance, maana yake like itakuwa huko ndani, huyu hawezi kuingia huko, akiingia huko anakuwa offside, so utabaki hapa. Yule ambaye amefanya kosa itakuja atakuja ku set. Lakini vile vile kitu cha ku cha, cha kuelewa, kama wing defense kamfanyia kosa wing attack Manaka wing attack pia huko haingii. Kwa hiyo atakaye kuja ku set penalty ni kati ya goal shooter au goal attack. Kwa hiyo wing defense sababu kwa hawezi kuingia. So the same tu huku. Huku wing uh, huku goal attack atakuja kwa sababu uh, yeye anaruhusiwa kuingia. Ni eneo ambalo anaruhusiwa, hawezi kuwa offside. Kwa lazima yeye ndo atakuja ku set ile penalty. So tusichanganye hapo. Lakini kitu kingine ambacho inabidi uelewe ni kwamba ikitokea kwamba hii sasa ni uh, imekuwa ni advance penalty kwa goal defense. Lakini goal defense uh, akafanya kosa ambalo labda likapelekea uh, a aenda nje au afanyiwe substitution, sindio, atakayeingia ndo anaenda kutumikia ile adhabu kwenye lile eneo, kama nilivyosema, kama ni hapa kwamba awezi kuingia, atabaki hapa, lakini kwenye eneo ambalo anaweza kumove move asi offside, then ataenda kwenye lile eneo ambalo inatakiwa ye penalty isetiwe kama ni substitute. Lakini sasa ikitokea yule mchezaji kafanya kosa ambalo leader ni unsportsman behavior au kosa lingine ambalo limepelekea sasa ili imekuwa advance, lakini yuko nje ya mchezo, yani katolewa labda ya kapewa suspension, let's say, anaenda nje, manake ile position itabaki empty hakuna mchezaji ambaye atasimama. Maana yake nini? Ile penalty itakapokuwa inasetiwa, hamna mchezaji wa hiyo timu atakuwa out of play. Kwa wale sita waliobaki, wataendelea na kuengage kwenye mchezo, lakini ile position kwa sababu imetoka, iko out, then ndo itakuwa imeenda hivyo. So usije kwa sababu goal defense katoka nje ukamchukua, uh, hasa wewe wing defense njoo kwa sababu no, hiyo so, advance penalty. So tu cha kuzingitia hapa ni au wachezaji kuhakikisha kwamba anaenda kwenye new position na nimeona hapa, ndo changamoto mara nyingi, watu wanabaki kwenye ile position ya alipofanyia kosa mara ya kwanza. Sheria inasema sasa hivi aende mbele. Then kitu kingine cha kuongezea hapa ni namna ambavyo hiyo advance penalty pia inaweza ikatokea. Nimetaja baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha, lakini kama nilivyosema hapo, kwamba kwenye hii sheria ya game management kuna vitu vingi sana ambavyo itategemea sasa mwamuzi ameviamuaje. Kwa mfano, ilikuwa kwenye nimetaja ile makosa ya free pass na na penalty pass ambayo inaweza kuwa ni advance. Inaweza pia katokea kwenye zile actions ambapo action inaweza kuwa ni throw in au possession. Sasa action mojawapo labda ni throw in. Throw in ilikuwa hapa, hizi sasa ninapokuwa hapa Um, technically unaweza kukuta labda hii timu ina attack huko huyu katoa let's say goal defense, yeah? goal defense katoa mpira, imaana hilo ni kosa ambalo timu A imefanya wenyewe, so timu B inatakiwa wajafanya throw in, akini. Throw in hapa inawezekana ikawa direct kwenda golini. Sasa huyu mchezaji kwa sababu goal defense akaona hata huyu si atakuwa anarudi kwenda kukaba labda anarudi, anaona huyu mpira inaweza kenda, labda anaongelea goal attack, anarudi kwenye di kule kwenye goal side, akawa anarudi wing defense, akaamua afanye delay tactical hapa ya kumobstruct huyu mchezaji makusudi ili kusudi uje useti ndani, goal defense atakwa amesha cover kwenye eneo lake. Mwamuzi, hii, this is technical. Kwa hiyo mwamuzi akitafasiri vizuri sheria akajua hii umefanya delaying tactic ya kimakusudi. Inaweza pia ikapigwa advance kwa, kuna vitu vingi ila, ndio maana nikasema it depends on the understanding ya mwamuzi uh, alivyotafasiri lile tukio. Kwa hiyo inaweza nikawa ni la free, nikaenda kwenye advance. So hayo ni baadhi tu ambayo nimekuletea, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinahusiana na advance. Lakini I'm sure hivyo ni kati ya vitu ambavyo mostly vinatokea kwenye games zetu. So that's for today. Unaweza pia ukasoma sheria ukaongezea kwenye comment hapo, itakuwa ni nzuri zaidi. Lengo ni kuendelea kupeana elimu kuhusiana na sheria hizi za mchezo wa netball. Usisahau kusubscribe kulike, lakini pia kutufollow kwenye Instagram kama modern sport underscore tz.